Amani za Kristo Yesu Bwana, anayegia kanisa lake iwe nasi tunaposikia neno lake, amen. Tumepewa neno la mahubiri kwa mujibu wa kalenda yetu siku hii ya leo, siku ya Bwana, ikiwa ni siku ya kwanza katika majilio, kutoka Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya kumi na sita mstari wa ishirini na saba. Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapo mlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. O, asante Mungu Mwenyezi akutujalia kuwepo katika nyumba yako na katika ibada hii siku ya leo. Tunakuomba ye Bwana, neno lako hili nitukumbushe ujio wa Bwana wako mpendwa Yesu Kristo katika utukufu wake. Utusaidie kujiandaa katika mioyo yetu na maisha yetu kumlaki kwa utukufu wake na kwa uzima wa milele. Amin. Asante, ni mkae wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana mwenye haki analingia kanisa. Ndicho kichwa cha somo ambacho kitatuongoza katika juma hili zima: Bwana mwenye haki analijia kanisa. Wapendwa, leo ni siku ya furaha kubwa katika dayosisi yetu, siku ambapo tunaanza Jumapili ya kwanza ya Adventi, kipindi cha majilio tujiandaa kumpokea Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vile vile katika ibada hii, ni siku ya kuwabariki watheologia sita kuwa wachungaji katika dayosisi yetu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa ajili ya wazazi wao, wenzi wao, ndugu zao na watoto wao. Asanteni kwa wale wote mliowatia moyo. Wapendwa watheologia sita mnaobarikiwa leo katika safari, katika huduma hii takatifu, Mungu ndiye anawalinda na kuwatunza katika safari yenu ya masomo, na leo siku mliyoisubiri sana imefika, na sisi tunasema Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kama kuliko sema tunaanza mwaka wa kanisa siku hii ya leo, na haya ni majira ya Adventi, kipindi ambacho tunakumbuka ujio wa Yesu alivyokuja ulimwenguni ujio wake, lakini haiishii hapo, ni ujio ule wa kwanza kwamba yeye alikuja akafanyika mtu akazaliwa kama mmoja wetu, bali katika neno hili la ujio Advent tunakumbushwa pia kwamba huyu Yesu aliyekuja mara ya kwanza atarudi tena mara ya pili, atarudi tena mara ya pili na hili ndilo linalo tunalohitaji litutafakarishe sana. Ni kweli ni muhimu kujiandaa kwa ajili ya sherehe iliyoko mbele zilizoko mbele yetu ya kuadhimisha kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, yaani ule uvio wake wa kwanza, lakini ni muhimu zaidi sana kwamba tunapoadhimisha kuja kwa Yesu, ujio wake, tunakumbushwa kwamba atarudi mara yake, na sisi tunaweka vizuri katika ile imani yetu ya mitume kwamba atakuja tena kutoka huko, atakuja tena na hili ndilo tumaini letu, na ndiyo imani yetu kama wa. wa Bwana mwenye haki analijia kanisa lake. Katika Zekaria na Zaburi ile tuliyoimba, anasema tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, mfalme wako anakuja kwako katika wimbo tuliomaliza tu kuimba sasa hivi, tunahimizana kama Wakristo watu wanao mngojea Bwana wao, kwamba tuiweke mioyo yetu tayari, Yesu atuingie, kwa kuwa yeye ni Mwokozi wetu. Kipindi cha Adventi ni kipindi cha kutafakari, ni kipindi cha toba na ni kipindi cha matumaini ya wokovu, kipindi cha kukumbushana na kutiana moyo kuishi kwa matumaini haya bila kukata tamaa, kwa sababu Mungu kumtuma kwa kumtuma huyu Yesu kuja duniani, na ya kwamba atamtuma mara ya pili aje katika utukufu wake sio kama alivyokuja katika hali ya umaskini. Basi Mungu ametuonyesha upendo wa hali ya juu. Kwa maana hiyo basi, kwa kuwa Mungu amekwisha kutuonyesha upendo wake, tunapewa wito wa kuishi maisha ya upendo, ya kuwajali wengine. Ndugu zangu wapendwa, sehemu ya pili inatuambia kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili katika utukufu wake pamoja na malaika wake, kila mtu atalipwa ujira wake. Mstari huu ni kama kengele ya kutuamsha kwamba Bwana mwenye haki analijia kanisa lake. Ni kengele ya kutukumbusha kuchukua tahadhari, kutembea kwa tahadhari na wakati wote kuwa macho, maana amesema ukae tayari, mmevifunga viuno vyenu na taa zenu ziwe zinawaka, kwa sababu Yesu Kristo aliye Bwana wa kanisa atarudi na kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Ndugu zangu wapendwa, okay. Neno hili linatukumbusha kwamba tutakuwepo na siku ya mwisho ambapo Yesu akisha kurudi katika utukufu wake, kila mtu atapokea malipo kulingana na matendo yake. Na hapa ndipo kila mmoja wetu anapaswa kujihoji wakati huu wa Adventi, mimi binafsi yangu nimesimamaje? Ninatembeaje kama mtu anayemlaki bwana wake anayekuja katika utukufu wake? Ni wito wa kuishi kwa uaminifu na haki tukitambua kwamba matendo yetu yana uzito wa milele. Matendo yetu tunapotembea kama watu wanaotarajia huyu Mwokozi yana uzito wa milele. Katika maisha yetu ya kila siku tunakumbushwa kuishi na kuenenda kufuatana na imani yetu, na wito huu wa subiri na kumgojea Yesu ambaye atakuja kulinyakua kanisa lake. Ndiyo maana katika lile somo la pili na hili lingetutafakarisha sana, kutuonyesha uhusiano wa imani yetu katika Kristo ambaye ni mfalme atakayelijia kanisa lake, uhusiano uliopo na maisha yetu matendo yetu mwenendo wetu. Mtume Paulo anafundisha sana na kukaza kwamba tunaokolewa kwa imani, imani katika huyu Kristo Yesu, katika huyu mfalme, lakini wakati huo huo anasema imani hii lazima jionyeshe katika matendo, ndio ushuhuda wetu ndio ushuhuda wetu, neno lile tukakumbushwa kwamba namna ya kuenenda hekima ya kuenenda, wakati tunamsubiri msubiri huyu bwana aliye mfalme, anasema tukijua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia kwa maana sasa wokovu wetu huu karibu huu karibu nasi kuliko tulipoanza kwa kuamini. Kila siku tunaishi siku ya kukaribia kwake Bwana wetu na kurudi, na kurudi ndivyo inavyozidi kusogea karibu, ndugu zangu. Akasema usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Na ndipo anapokuja kwenye wito huu basi na tuyavue matendo ya giza, tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Ndugu zangu, wakati huu wa Adventi, wito ndio huo, kuvua matendo ya giza, kuvaa silaha za nuru wa Kristo wanaomsubiri Bwana na Mwokozi wao ambaye atarudi tena katika utukufu wake, wavae silaha za nuru na matendo yao yakaonyeshe tofauti, mwenendo wao uonyeshe tofauti na wale ambao bado hawajajitoa kwa huyo Yesu Kristo aliye ni mwenye haki. Anasema matendo ya watu wanaomsubiri kulinganisha na wale ambao bado wamekaa katika usingizi wa dhambi ni kama mchana na usiku. Namna gani tutatembea kama watu wa nuru? Anasema ni kuenenda kwa adabu, sio kwa ulafi, sio kwa ulevi, sio kwa ufisadi na sio kwa uasherati wala kongongi, niti niti, kwa ugomvi na wivu. ni kipindi hiki cha Adventi cha kumsubiri Bwana, mambo haya bado yanatajwa kwako, mambo haya bado yanatajwa kwetu sisi wa Kristo, matendo ya giza. ndiyo maana Tunakaza kwamba kipindi hiki kiwe ni kipindi cha kujitafakari, kipindi cha toba ya kweli, kipindi cha kumruhusu Kristo atuonyeshe udhaifu wetu, kipindi cha kumruhusu na kumwomba atusamehe pale ambapo tumeingia katika matendo ya giza ili tupate kumvaa yeye peke yake, na wala tusiangalie mwili. Kwa maana hiyo mwili, na tamaa zake, dunia na tamaa zake, tunaitwa kuhakikisha mioyo yetu kweli inakuwa safi katika kumgojea mwana wetu Yesu. Njia gani tutumie? Kutubu dhambi zetu, kutubu dhambi zetu. Tumeingia katika kipindi ambacho katika jamii watu wanajihesabu, wanajiona, kila mmoja ana haki, kila mmoja anatenda sawasawa. Hata kama akionywa kwamba njia hii unayoenenda sio njia ya sawasawa, lakini anashupaza shingo na aoni sababu ya kukiri dhambi zake, makosa yake na kuomba msamaha wa dhati kwa Mungu. Ni kipindi cha kujinyenyekesha kweli mbele za Mungu, na kuomba yeye, yeye atuonyeshe madhaifu yetu na atusaidie tuweze kuyaacha, kutubu kweli na kuacha yeye. Matendo yangu yanalingana na, na imani yangu naitwa umwamini huyu Yesu, waamua kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na huu ndiyo msingi wa wokovu tulio nao. Kisha mwamini, tutembee basi katika kulitafakari neno lake, kuishi maisha yanayopendeza Kristo, kulitafakari na kuishi kuliishi neno hilo kuwa watu wa maombi ya kila siku, kuwa na mawasiliano ma ya moja kwa moja na mungu pendwa, katika kipindi hiki cha Adventi na kwa kuangalia na kuzingatia sana mapito ambayo dunia inapita kwa sasa, ni wakati wa kuomba sana, ni wakati wa kuwa na ukaribu na Mungu na kumsihi sana yeye atawale maisha na maisha ya maombi yanaimarisha imani yetu na kutupa nguvu za kiroho. Kumpokea Kristo ni kuishi maisha ambayo yanaonyesha upendo kwa wengine, kuwahudumia wengine, na ndipo hapo tunapoitwa kufanya matendo ya huruma, matendo yanayothamini uhai wa wanadamu wenzetu, heshima ya wanadamu wenzetu bila kuwabagua, kujitoa kwa ajili ya kuishi maisha ya kumsubiri Kristo, ndiyo huko kujitenga na no mambo ya dunia. Mungu atusaidie sana kuepuka vishawishi vinavyoweza kutupoteza majira ya majilio, majira haya ya Krismasi Sio kipindi cha kujifurahisha, sio kipindi cha kujiandaa tu kula na kunywa na kufurahia maisha kwa anasa, bali ni kipindi cha kuishi maisha ya utakatifu, kutafuta kuishi maisha ya utakatifu na uaminifu. Leo hii wapendwa watumishi hao wa Mungu sita walioandaliwa wachungaji wa watheologia wa, wa wenzetu wa baada ya kuwekewa mikono hii, watakuwa wametengwa rasmi kwa ajili ya huduma hii takatifu. Nawapenda watheologia wa, mimi napenda niwakumbushe machache. Mungu amewachagua ili mpate kuwa sauti yake kwa watu wake. Kautunze wajibu wenu kwa uaminifu mkubwa, msiwe wavivu katika kazi ya Mungu. Na tena maisha yenu yawe na uadilifu mbele za Mungu, ili watu hawa waweze kweli kumpokea Kristo awe ndiye mfalme wao, wachungaji. Na hapa sio nyinyi tu mnawabarikiwa leo, wachungaji wote tumewekwa kulichunga na kumlisha kundi la Bwana. Huu ni wajibu mkubwa sana ambao tumepewa kwa neema. Tutende wajibu huu kwa uaminifu na kwa bidii. Wapendwa wasio lutini, na wapendwa wachungaji sana, msichukulie huduma ya kichungaji kama huduma, kama kazi ya kawaida. Ni kazi ambayo tunaweka kiapo mbele zake na kwa Yesu kut Anasema kwenye mlango ule wa tisa wa Luka Mtakatifu, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Na huo mstari mstaribali aliyeingia katika huduma hii na akaanza kuangalia nyuma Yesu anasema tungeweza kuweka bafai kwa utumishi huu. Ndiyo maana ile kwaya ya Injilisti Arusha ikatukukusha, na ningesema ili kiingie kwa kila mchungaji, kila ambaye amekabidhiwa huduma hii na ameipokea, ajue kwamba huduma ya uchungaji, kazi ya uchungaji si ya kujaribu na kuacha. nakutana na magumu mengi katika kulilisha na kulichunga kundi la Mungu, lakini kumbuka kiapo chako cha ja utumishi wako. Ulipende kundi hilo na uwe tayari kujitoa na hata wakati mwingine kuingia gharama kwa ajili ya kundi hili ambalo amekuweka wewe kuwa mchungaji. Kazi ya uchungaji si ya kujaribu na kuacha. Mungu ameahidi kwamba ukimtumikia kwa uaminifu ukim wa yeye atakuheshimu. Hivyo basi, licha ya yote mtakayokutana naye, nikumbuke kwamba yuko Yesu huyu ambaye amesema, tazama wakati wote nitakuwa pamoja nanyi na yeye ndiye atakayewapa nguvu kwa huduma hii, mkimtii mkimsikia sauti yake. Niwaombe, najua wote mna wenzi wenu, kuna bado, kuna mmoja aliolewa, lakini nizungumze pia na wenzi wenu nyinyi, muwe watu wa kuwatia moyo hawa wanaopokea huduma hii leo, wapate nguvu muombe waweze kuwa na utayari wa kumtumikia Mungu kwa furaha. Unapoingia katika huduma hii wapendwa watheolojia, uwe na muda wako wa kutafuta uso wa Mungu wakati wote, muda wa kuzungumza na Mungu wako. Yeye atakuonyesha nini unachotakiwa ufanye katika huduma hii, kundi la Mungu lina mahangaiko mengi. Njaa ya neno la Mungu ni kubwa wa nyakati hizi kuliko nyakati nyingine zote, kwa kuwa sauti za kupotosha ni nyingi mno. Wewe mchungaji, simama kwa uaminifu katika neno la Mungu, ulipende kundi hilo kwa dhati ya moyo wako na ulihudumia kwa wanu. Wapendwa washirika, ninawasihi tukumbuke kuwaombea wachungaji hao watakaobarikiwa leo na wachungaji wote, ili Mungu awape nguvu na vipawa vingi wakavitumie katika kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu atubariki, atuandae mioyo yetu kipindi hiki cha kutafakari kujiliwa na Kristo, na akabariki sana watumishi wake wote wanaotumika kwa unyenyekevu na kwa uaminifu. Amen.